zima ya kitu ameichukua ameikamilisha jambo dogo, na vile vile tuwapeni vilevile tuwakenongera aasiweuakamilisha a, lakini baada ya kutanguliza hadithi hii ya Mtume Muhammadi aaa niet aya ya Mwenyezi Mungu ambayo iko katika sura ya Nur. Baada ya audhubillahi mina shaitani rajimu, Mwenyezi Mungu asema

wan wainamishe chini macho yao, waambie waumini wanaume au wa kiume wainamishe chini macho yao. Hivyo wakitembea katika maisha yao katika mambo yao tofauti tofauti, basi iwe ni mwenendo wao na ni sampuli ya maisha yao, wakitembea wainamishe chini macho yao. Lakini jengine Mwenyezi Mungu amwambia mtume vilevile, pia waambie wa furuja wazihifadhi tupu zao. Na vipi tutahifadhi tupu zetu? Ndio, kwa mambo kama haya, kwa kufunga ndoa. Lakini ni pasi na kufunga ndoa, ni kudanganya. Huwezi ukailinda tupu siku zote. Lakini jingine, Mwenyezi Mungu aendelea mbele kidogo, asa kul lil mu'minati, akuishia kwa wanaume tuwasema na pia waambie waumini wa, wa kike, yagabuluna minabesaihina nao wainamisho chini macho yao, wayahfadna furujahunna, na wahifadhi pia tupu zao marake <coughs> jambo hili la kuhifadhi tupu na kuinamisha macho chini si kwa wanaume tu, bali mpaka ni kwa wanawake. Mungu azungumza huko, lakini asema ila zile sehemu ambazo kwamba zimegudiri kwa wanawake ziko wazi, basi hizo ndio waweza kuziacha, ambao tumezungumzia katika sheria, uchwa mwanaume mabaina surati war wauratu almar'a jamia badania ilalwaja wakafai. Maanake sehemu hizo ndio halali mtu kuweza kuonekana na mwanaume kando. Mwanaume kando ndio aweza akaona sehemu hizo, lakini kinyume na sehemu hizi, basi mwanaume kando hatakiwi kuona katika kuzungumza haya hii, Mtume Muhammadin sallallahu alaihi wasallam asema kuzungumzia jambo hili la kuinamisha macho chini na kuhifadhi tupu. Mtume asema idha akbalat lmaratu jalasa iblisu ala rasi, meketi hapa, amekaa labda kundi la wanaume, mwanamke ikiwa ametokea kule, anakuja huku basi moja kwa moja asema ibilisi ya, anamkalia mwanamke yule juu ya kichwa chake. idha akbaratil mar'atu, mwanamke anapokuja meketi basi asema jalasa ibilisu ala raasiha, ibilisi amkalia juu ya kichwa chake. Na kwa nini amkalia juu ya kichwa? Asema fazayana, anampamba yule mwanamke kwa yule ambaye atakaye mtazama. Manake mwanamke atakama akijapa hana udhuri huo, basi anampamba umuone kuwa ni mzuri. Anaipamba sura yake, anapambwa, anapamba labda macho yake, hata kama ni mabaya, lakini vile anavyomnailisha na anavyompamba, basi utamuona kwa yeye ni mzuri. Lakini nasema wa idha adbarat, na yule mwanamke, kitendo cha kutoa mgongo tu, anapotoa mgongo, anapoondoka, inapokuwa ile kundi au mwanaume amepa mgongo, bila la saibilisi wala ajizati, Ibilisi mkalia yule mwanamke juu ya kiuno chake ndo hapo takapokuta watu wazima, sasa wanahadhirika, tasikia watu wagusana. Angalia kitu, kitu, toleo jipya eh, watu wanahadhirika, watu wazima ndio, eh. Lakini yule bilisi ndio amempambia yule mwanamke, amempamba, ili wewe uweze kumwona kuwa ni mzuri. Lakini unapokuwa na mke wako basi kile atakavyokuwa basi utoshughulishwa na vitu kama hivyo, na naizipo hadithi kwamba mtu atakapomwona mwanamke ikiwa amempendezea, basi naye kwa mkewe ni matamanio tu, anafanyaje? Yanamdanganya hata kama una mtu wa wakurudi kwa nyumbani, ndio balaa. Ndio Mtume akasema, man tazawaja fakad istakmala nisf, mwenye kufunga ndoa mwenye kuafika ameikamilisha nusu ya dini. Falyattaqillaha fi nisfil ba, na amche Mungu katika nusu iliyobakia. Kwa haya machache niseme itoshe, maana kuna mzangu anakuja kuzungumza na sisi. Ndio wachanga katika ungo wa kuzungumza, tusije tukaharibu tena. Mwenyezi Mungu atujalie, miman yastamiuna alqaula fayattabiuna ahsana. Assalamu alaykum wa rahmatullahi alaikum warahmatullah.